Itwa Elibariki Masuke, mkurugenzi wa Retail Banking wa Bank NBC. Leo kuna jambo letu kubwa hapa Ubena na Zomozi, ambapo tuko kwenye shamba la Mbogo Ranches, ambapo tumekuja kusaini makubaliano kati yetu na shamba Lunch, la Mbogo Ranches la kuweza kuwawezesha Watanzania kupata madume bora, mbegu bora za mifugo kutoka kwenye hili shamba la Mbogo Ranches. Makubaliano ya leo yata, yatawezesha Bank NBC kuweza kutoa mikopo kwa wale wafugaji wanaotaka mbegu bora kutoka kwenye shamba hili. Basi hawa ng'ombe mbegu bora au mbuzi au, au kondoo wanauzwa bei ya juu sana, lakini kwa kupitia makubaliano haya, mfugaji, kama unapenda, basi unaweza kuja ukachagua dume lako. Ukishachagua dume lako, mkakubaliana bei, basi unaweza ukatuona sisi Bank benki ya NBC kala Morogoro, au tawi lolote la NBC nchini kote. Ukishatuona pale, sisi kwa kupitia makubaliano yetu ya leo, tutaweza kukopesha, tukakubaliana kopesha kwa, kwa, kwa, kwa muda gani. Kama unataka kutulipa ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, wewe mwenyewe utasema ni kiasi gani unaweza kutulipa na kwa muda gani. Lakini bei ambayo inapatikana hapa ndio bei ambayo itakuwa kwenye makubaliano ambayo mtawekeana mkataba na Mbogo Ranches, lakini na Bank NBC kwamba sisi tunatoa hela kwa Mbogo Ranches, alafu unachukua dume enzeni wewe ndio naendelea kutulipa sisi hiyo kidogo, kidogo, kwa kwa kwa kwa kwa. Hiyo hii ni fursa kubwa kwa Tanzania kwa maana ya kwamba leo mtu ambaye ana pesa kidogo lakini ana ng'ombe wake, au ana mbuzi wake, anataka kuwabadilisha basi, anaweza kuja kuchagua dume bora hapa, mbegu bora, ambapo sasa ataweza kuchukua hilo dume na kupeleka kwenye zizi lake na kuendelea sio kutulipa kidogo kidogo, wakati huo dume limeshaanza kuzalisha. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Watanzania, karibuni sana, tuweze kubadilisha mifugo yetu na kuwa na mifugo bora. Daima karibu nawe.